Kuna kitu ambacho kinaitwa joka kuu. Watu wengi sana hawamfahamu joka kuu. Kuna kipindi nilifundisha kwa habari ya kitu kinaitwa Leviathan au Leviathan, joka yule mkubwa, wengi wakasema ndio joka kuu, lakini hata nikwambie kwamba Leviathan sio joka kuu. Leviathan ni zaidi ya joka kuu, soma kwenye kitabu cha Ayubu pale sura ya 42. Leviathan ni zaidi ya joka kuu. Sasa huyu joka kuu anatumika na wachawi wengi sana, ni mkubwa sana. Leo nitakupa sifa zake, kwa sababu Mungu alinipa neema ya kumwona na kuna kitu ambacho ninataka nikufundishe kitakachokusaidia mtu uliokoka. Kwenye ulimwengu wa roho, maombi yako ya vita sio bule. Ukivunja wanavunjwa, ukiangamiza wanaangamizwa, ukichinja wanachinjwa ukiwaangusha uki, ukiwa kwenye nyungo zao wanaanguka. Chochote unachoamuru we kwenye maombi ya vita, ndivyo kinakuwa kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi hawaoni, ndio maana hawaoni kinachoendelea na ndio maana hawaoni umuhimu wa kuomba. Maombi ya vita yana faida kubwa sana, kwa sababu kwenye maombi hayo utawatiisha maadui zako na wakati mwingine utawafanya wakupe wao wenyewe siri zao. Kuna kipindi niliingia kwenye maombi mazito sana ya vita baada ya pale, nilipokuwa nimelala usiku, roho wa Mungu akanichukua akanipeleka kwenye eneo nisilolifahamu. Nilipofika pale, nikaona kitu kwa mfano wa mafumbo. Nikaona barabara ya reli, barabara za hizi treni zinakopita treni, nikaiona nika ile barabara imepita kutoka msituni nienda kwenye msitu mkubwa ambao si ufahamu. Nikaona barabara, baada ya muda nikaona kitu mfano wa treni kinakuja, and then ghafla likageuka likawa joka, lakini lile joka likawa limekufa. Limekufa, alikuwa ni nyoka mrefu kupita kawaida. Nilipokuwa namwangalia hivi, sikuona mwisho wake, ni mrefu sana kiasi ya kwamba mpaka alipoishia macho yako hayawezi kupaona, ni mkubwa sana. alafu Mungu akaniambia, huyu ndo joka kuu, ndo anafanya kazi ya kupigana vita na Wakristo ndo anafanya kazi ya kuwasafirisha wachawi kuwapeleka kwenye vikao. Ni mkubwa sana, ni zaidi ya treni, ni zaidi ya meli, ni zaidi ya kifaa chochote cha usafiri unachokifahamu wewe hapa duniani. Lina uwezo wa kubeba hata wachawi elfu tano kwa wakati mmoja, likawasafirisha na likawapeleka kule wanapotaka ile reli. Mungu akaniambia tafsiri yake ni kwamba joka kuu yapo mengi sana duniani, ila kila joka kuu, joka kuu wanakuaga na njia zao za kupita halipitio, linakuaga na njia zao, especially wanapokwenda kwenye vikao vyao fulani, fulani. Linakuwaga na njia zao mahali pa kupita. Kwenye mapitio ya njia ya joka kuu ukijenga nyumba hautafanikiwa kuimaliza, kama huna Yesu. Kwenye mapitio na kwenye njia ya joka kuu ukianzisha mradi hautafanikiwa, kwa sababu ni eneo ambalo tayari lipo controlled na linamilikiwa na joka kuu, ndo njia zake anakopita, wanapokwenda kwenye shughuli zao kwao. Ninataka nikutie moyo mtu wa Mungu, maombi yako yana matokeo makubwa. Nilipoona kile kitu, Mungu akaniambia haya ni matokeo ya maombi ulioomba. Maombi yale ya vita ulioyafanya kwa muda mrefu, umefanikiwa kumwangamiza joka kuu mmoja. Umemwangamiza joka kuu mmoja sasa yamkini, maombi yako unayofanya yana matokeo makubwa zaidi niliyoyapata usiache kuomba. Maombi ya vita, wapatilize adui zako adhabu, usiwaache sema, usi mchawi usiwaache maadui zako kuishi kwa amani. Sio kila adui ni mchawi, sio wa kumwombea amani, ni wakumpatiliza adhabu kwa mujibu wa kimaandiko. Unamgonga kwa mujibu wa kisheria, kwa mujibu wa sheria, kwa sababu za kiusalama. Kwa hiyo maombi yako ya vita yana nguvu na yana ya matokeo makubwa sana, usiache kuomba. Ni vile tu huoni, lakini ana kutie moyo yako, matokeo makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kuna viumbe wengi sana wa kichawi, kuna madhabahu nyingi sana za mashetani ambazo zinafanya kazi kwenye nyakati tulizokuwa nazo. Kuna watu mnatumiwa mbwa wa kichawi, mnatumiwa paka wa kichawi mnatumiwa bundi wa kichawi, mnatumiwa majoka ya kichawi, mnatumiwa simba wa kichawi. Na maana kuna mtu akilala kila siku anaota ndoto anakimbishwa, ama anaota ndoto amefuatwa na kuzungukwa na viumbe asiyofahamu. Sasa vile ni viumbe vya kichawi, ni maumbile ya kichawi. Wanavitumia kwa sababu zao, wanamtumia paka kwa sababu zao, wanamtumia nyoka kwa sababu zao. Unaweza kuona ni joka kumbe ni shangazi yako Naweza kuona ni paka kumbe ni binamu yako. Kwa hiyo wanatumia viumbe wa namna hivyo kwa makusudi yao. Mungu awabariki sana, Mungu awape neema. This is your prophet Justin Shalom.